Kila goti litapigwa mbele zako na kila ulimi utakukiri ya kwamba wewe ni Bwana. Kila goti litapigwa mbele zako Bwana, hata siku hii ya leo dunia nzima inapiga magoti mbele yako ikisema ya kwamba wewe ni Mungu. Dunia nzima inapiga magoti mbele zako Mfalme, wakisema ya kwamba wewe unastahili, wakisema ya kwamba wewe ni Mungu, wakisema ya kwamba wewe ni Baba, wakisema ya kwamba wewe ni Mungu mkuu. Hakuna kama wewe, ni Mungu wa kweli yote dunia nzima leo inapiga magoti mbele zako, na kila ulimi duniani unakukiri ya kwamba wewe Yesu Kristo ni Bwana, kila ulimi duniani unakukiri ya kwamba wewe ni Mungu, kila ulimi duniani unakukiri ya kwamba wewe Mungu ni mfalme, kila ulimi duniani unakukiri ya kwamba wewe Yesu ni mfalme wa wafalme, tena ni Bwana wa mabwana, tena ni Mungu wa miungu, hakuna mwingine isipokuwa ni wewe mahali wanakusifu wanakuinua wanakutukuza kwa ajili ya kwamba wewe ni mfalme wa kweli uliyezaliwa duniani ukaleta amani yote ukaleta nguvu ukaleta ukombozi. Kila mtu dunia nzima anakukiri ya kwamba wewe ni Mungu, kila mahali wanakukiri ya kwamba wewe ni Bwana wa kweli, ni Bwana wa vita, ni Bwana mwenye nguvu, ni Bwana mwenye mamlaka, ni Bwana mwenye uweza kwa jina la Yesu Adanasi mahali hapa Karatu site chachi tunakiri ya kwamba wewe ni Bwana, tunakiri ya kwamba wewe ni mfalme wa wafalme, tunakiri ya kwamba wewe ni Mungu wa miungu, tunakiri ya kwamba wewe ni Mungu wa majeshi, tunakiri ya kwamba wewe ni mwokozi wetu, tunakiri ya kwamba wewe ni Mungu unayeweza yote, kwa jina la Yesu. Na kila mwenye <tune> pumza, seme amina, haleluya nzuri ya kusherehekea. Haleluya, dunia nzima tunasherehekea ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, amezaliwa. Na sasa azaliwe zaidi kwenye maisha yetu, sema amen. Na sasa azaliwe zaidi kwenye mioyo yetu, sema amina. Na sasa azaliwe zaidi kwenye nyumba zetu, sema amina. Na sasa azaliwe zaidi kwenye maisha ya watu, sema amina. Haleluya. Ukisoma Isaya mlango wa tisa kuna kamstari kasita kanasema hivi, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Haleluya, tumepewa mtoto mwanaume. Sema tumepewa mtoto mwanaume. Mwanaume ni kitu chenye nguvu. Haleluya, yani ukisema mwanaume maana yake umesema nguvu. Sema nguvu, nguvu Sema nguvu. Tumepewa mtoto mwanaume na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Uweza wa kifalme uko kwenye mabega ya bwana wetu Yesu Kristo, huyu mwanaume anayeitwa Yesu, uweza wote wa kifalme uko kwake. Ah, haleluya! Ndiyo maana tunasema yeye ni ufalme wa wafalme. Haleluya. Na sisi tunaishi kwenye serikali tukufu ya ufalme wa Mungu, na yeye ndiyo mfalme wa wafalme. Sema amina, sema amina. Na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Haleluya, atakushauri mambo ya ajabu sana atakushauri mambo yale ambayo yasiyoonekana ya kwako. Ushauri wake ni kweli na amina. Ushauri wake unafaa kwetu. Ushauri wake ni mkuu sana kwetu. Ushauri wake ukiufuata, hakika utavuka. Haleluya, hakika utavuka. Sema nitafuata ushauri wa mfalme wangu, ushauri wa mfalme wangu. Yeye ni mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu. Sema Mungu mwenye nguvu Sema Mungu mwenye nguvu. Na ni Mungu mwenye nguvu kweli kweli, ndio maana tumefika hapa tulipo, kwa sababu ya nguvu yake tu. Kama siyo nguvu yake kuwa ndani yetu, hakika tusingeweza kufika siku ya leo, tusingeweza kufika. Tumekula mwaka mzima sasa, toka tulipoiona Krismasi nyingine mwaka jana hata sasa ni mwaka umetimia. Kwa ajili ya nguvu ya Mungu juu yetu, ndio maana tunatembea tukiwa wajasiri, tukiwa na mamlaka, na amani yake iko mioyoni mwetu, nguvu yake iko katikati yetu, hatujashindwa lolote. Tumetembea katika neema ya Mungu na upako wa Mungu umemiminika kwako, kwa sababu umemshika Mfalme Yesu ambaye uweza wa falme uko mabegani mwake, ni mshauri wa ajabu, ni Mungu mwenye nguvu, ni amani yetu, ni tunu yetu. Hey, piga makofi mazuri kwa Mungu aliye hai, haleluya, haleluya! Leo tunajidai wa Kristo dunia nzima, tunajidai sana kwa sababu tunaye mfalme ambaye kila goti limepigwa mbele zake Yaani, hey, tunaye huyu mfalme ambaye kila goti, mwenye dini na asiye na dini, hey, anapiga goti leo akisema, Yesu Kristo ni mfalme amezaliwa. Hata kama hana dini, hata kama anaabudu mti, hata kama anaabudu ng'ombe Ni yeye aliyetuokoa wote. Sema amina! Haleluya, haleluya! Simama mahali ulipo, tumshukuru Mungu kwa neno hili, tukiweka na mbegu zetu hapa, tukisema sante kwa jinsi ambavyo amekuwa mfalme kwetu, kwa jina la Yesu jina, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Unaweza kuweka mbegu yako ukifurahia siku hii ya leo.